Baada kupata na, na ya kupata elimu na kujiridhisha vizuri kuhusiana na namna gani ya kuweza kuanzisha biashara ya spea za pikipiki, mteja kutoka Chunya Mbeya alituamini na akaamua kuanzisha biashara kupitia Sitty Spare Parts. Hii ni sehemu ya mzigo wake wenye thamani ya zaidi ya milioni 15, ambako ukitazama hizi ni baadhi ya boksi ambazo tayari zimeshafungwa na ukiangalia chini kuna baadhi ya mzigo bado ambao unaendelea kwa ajili ya ukaguzi na tayari kusafirishwa elekea Mbeya kwa ajili ya kwenda kuanza biashara spare za pikipiki. Inawezekana na wewe wamekuambia kwamba mtaji fulani hautoshi kuanza biashara yako. Huyu aliamua ametuamini na ameanza biashara yake kupitia Sitty Spare Parts. Na tulichokifanya ni kile ambacho alikihitaji kwa sababu tulianza kwanza kumwandikia oda nzuri kulingana na mzigo ambao alikuwa na uhitaji wa kumchanganyia, wa kumbalansia, tulimwelekeza, na kabla ya kuanza biashara hii alikuwa tayari ameshaelewa juu ya kile ambacho anaenda ukifanya una milioni moja mpaka milioni mia moja na nataka kuanza biashara hii nimeandika kitabu kwa ajili yako nimeunda mfumo kwa ajili yako ambao utakusaidia katika usimamizi wa mauzo ya biashara yako hata kama huna muda wa kukaa dukani kwako nipigie simu kwa nambari 0743363224 matokeo utakayopata naamini na amini tapenda Ta sana